Warume 16. Warume 16 e, mstari wa 17, inatufunza kitu mzuri sana kwa sisi ambao ni waumini, sisi ambao ni wapendwa ama sisi kama wanadamu, inatuambia kwamba ndugu zangu, na wasihi waangalieni wale wafanyao vitina na mambo ya kukwasa kinyume cha mafundisho mulio yafunza, mkajiepuse nao. Biblia inatufunza kujiepusa na watu wa vitina, kujiepusa kabisa na watu wa vitina. kama kuna watu wanapenda vitina wanakaa na kufanya vitina, kufanya masengenyo, watu ambao mambo yao ni kuongea juu ya watu wengine, eh, kusengenya watu wengine. Biblia inatuonya kabisa kabisa tujitenge na watu wa vitina, maana vitina si vizuri. Vitina inafanya watu wanakosana napigana, eh, fitina zinafanya watu wanapigana, inafanya watu wanachukiana. Fitina mara nyingi inajaa uongo e, eh, mtu umeona mtu ama, umeona umeona mwanadada amesoma na mwanaume, unaanza kumfitina, unasema huyu mwanadada anapenda kutongozwa, na wanaongea tu, ujua wanaongea nini ya, yeah, umepata watu wamekaa mahali, unaanza kuongea juu yao. Mtu amenunua kitu mpya, amenunua friji mpya, amenunua televisheni mpya kubwa, unaanza kuongea fitina, alitoa wapi pesa ya kununua vitu kama hizo. Yeah. Kazini ni vitina tu masengenyo. Eh, yeah, nasema kwamba ukiona mtu anapenda masengenyo, mtu anapenda vitina, jiepuse kabisa na mtu huyo. Jiepuse na yeye kabisa. Na mtu mwenye anapenda mambo ya kukwasa, kazi yake ni kukwasa watu wengine, kukwasa watu wengine, eh, kufanya watu wakwasike, wavunjike mioyo. Hasa watu wa vitina na watu wa kufanya watu wafunjike moyo, jiepuse nao kabisa, jitenge na hao. Waachana na hao. Kama kuna rafiki kama huyo, waachana na huyo rafiki, maana atakuletea shida. Watu vitina wanaleta shida, wanafanya watu wanakosana, wanafanya watu wanapigana, wanafanya watu wanakosa kupendana, wanafanya watu waweze saidiana. Maana vitina, unapowasengenya mtu, unapoongea vibaya juu ya mtu, ambayo inawafikia mtu ambao umeongea juu yake, utapata kwamba ni mambo tofauti. Na sisi pia tusipende kusikiza mambo ya vitina, wacha kusikiza vitina. Wacha kusikiza mambo ya kukwasa ama wacha kutoa maneno ya kukwasa watu wengine. Waachana nao kabisa. Biblia imetuambia watu kama hao, eh, mkajiepuse nao kabisa. Jitenge na watu kama hao. Hata awe unampenda namna gani, jitenge na hao. Biblia imetufunza kujitenga. Unapojitenga na mtu imaanisha umemchukia. Unakataa njia zake, mambo yake. Akikuita mkae kikao muongee Unajitenga maana unajua mtu huyu hana jambo la kukwambia, ni fitina tu, mambo ya watu ndiyo atakwambia, kuongea tu ya watu yeah. Jitenge na watu kama hao kabisa kabisa, kwa sababu walio hivyo, wa, walio hivyo hawamutumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini la, la, la, la, na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Watu hao wanatumikia matumbo zao na maneno yao laini, wanafanya nini? Wanadanganya watu ambao ni wanyofu. Watu wanapata kudanganyika na vile inapoongea vitina. Vitina inapoongea watu ambao wanaongea maneno ya vitina, e, inamaanisha nini hata e, madubaoni Eh, kuna uhubiri wa kihubiri na wanahubiri fitina, wanaongea juu ya watu. Unajua, unaweza kuwa unahubiri neno la Mungu, lakini unahubiri fitina, unahubiri watu eh, unahubiri watu yenye uliona kwa watu ama watu katika katika hekalu wamekuja katika hekaluni na wewe, kwa sababu kuna kitu unahitaji, unafanya maneno ya uongo, maneno ya udanganyifu, maneno ya fitina, unatia fitina ili watu wafurahie na waweze kutoa so, fedha, sawa? Inasema eh, kwamba watu hao wanajitakia matumbo zao eh, unapata vitina. Vitina ambapo hakuna chai hakuna chakula. Yeah. Vitina. Mkiongea na mchungaji anatoa vitina, mambo ya vitiso Eh, inakufanya kwamba uone kwamba wewe si kitu, mpaka kile ulicho nacho natoa. Tuwe uangalifu sana na watu wa fitina, watu ambao wanafanya watu wanatengana. Tuwe uangalifu sana na Mungu awabariki sana.